Mataifa yaliyoendelea duniani kwa wale mliotembea, mmejionea vyuo huwa ni ni ni, ni chagizo sijui kwa Kiswahili kizuri ni nini ni ni ni ni, ni ni ni ni chachu ya maendeleo ya maeneo husika, ni injini ya maendeleo ya maeneo husika, na kuna watu wameanzisha miji ya vyuo vikuu kwa sababu vyuo vikuu huwa ni chachu, kwa sababu vyenyewe vinazalisha wasomi. Ubunifu pia unatoka maeneo hayo, lakini pia <coughs> mipango na mikakati mingi hutokea kwenye vyuo vikuu. Lazima sasa tukae chini, mimi na watu wa vyuo vyote vilivyoko hapa Gangilonga na Iringa manispaa, tuweze kuzungumza namna watakavyoshiriki wao katika maendeleo ya Iringa mjini. Lazima tuone namna tutakavyoshirikiana kuibadilisha Iringa kwenye sekta mbalimbali. Tunapozungumzia ubunifu katika kuwawezesha makundi mbalimbali, wanawake, vijana, tunahitaji wataalamu. Lazima hivi vyuo vishiriki. Tunahitaji kuwawezesha kwa namna nyingi. Mimi wanaamini wajasiriamali, wajasiriamali mpo, wajasiriamali mpo, wafanya biashara mpo. Ninajua mnachohitaji nyinyi ni vitu kama vitatu. Moja, mnahitaji mazingira mazuri ya kufanyia kazi. Tunafahamu tutashirikiana na nyie katika hilo eneo. Lakini la pili, nyinyi mnahitaji sana kupata huduma za kikodi ambazo ni rafiki. Hapo vipi? Mnahitaji huduma rafiki za kikodi. Ninafahamu mmepata mbunge sahihi ambaye mtamfikia kwa wakati, tutazungumza kila mara inapotokea changamoto kuishughulikia ili wafanyabiashara wetu na wajasiriamali wawe na amani wanapofanya biashara, walipe walipe kodi kodi kodi kwa sababu kodi, kweli wao wao ni wajibu wao kulipa kodi, lakini walipe wakiwa na moyo wa amani. Sisi moyo oyee. Ninafahamu kwamba mna mna jambo la tatu, mngependa kuunganishwa na fedha, mngependa kuunganishwa na taasisi za kifedha na hii ilani yetu ya uchaguzi imetamka wazi kuwaunganisheni nyinyi na taasisi za kifedha. Kwa mfano, imezungum, imezungumzia namna ya kuwafanya wajasiriamali wamiliki makampuni ili waweze kukopesheka, waweze kuwa rasmi na waweze kuendelezwa katika maeneo mbalimbali mbali ya, ya kibiashara na ujasiriamali. Tutashughulika na hilo na kuhakikisha nyinyi tunalinda na kutetea maslahi yenu. Na mimi Ngajilo nimeshasema mara nyingi, sehemu nyingi, ninataka kuwa sauti ya Wanairinga.